Huduma ya kinga ya jamii imekuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi pamoja na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Huduma hiyo imekuwa ikitolewa kwa wananchi ambao watumishi walioko kazini, waliostaafu, na kaya zile maskini. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi Februari 2025, huduma imetolewa kwa wananchi wasiopungua milioni 16 laki 5 na 6583 kwa huduma za kinga ya jamii ya uchangiaji na isiyo na uchangiaji. Aidha, serikali imeendelea na mfumo wa uratibu wa kinga ya jamii ambao utarahisisha uratibu na utekelezaji wa afua ya kinga ya jamii kwa kuwaleta pamoja wadau wanaohusika katika masuala ya kinga ya jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 serikali itaendelea kuboresha na kusimamia programu na mkakati mbalimbali mbali ya kinga ya jamii nchini ikiwemo kulipa mafao ya wastaafu na wakati na kutoa elimu ya mpango wa kinga ya jamii ya wananchi hususani usus, kwenye sekta isiyo rasmi. Maelezo zaidi ya nyongeza ya kima cha pensheni, utendaji wa mifuko ya hifadhi ya jamii, mifuko ya ifidia kwa wafanyakazi na usajili wa wanachama yanapatikana katika aya 213 hadi 216 ya hotuba ya yangu na kwenye vishikwambi pia tumeweka. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na nikianza na mpango kaya maskini, wa kunusuru kaya ya maskini unaosimamiwa chini ya taasisi yetu ya TASAF, serikali inaendelea kutekeleza mpango huo kwa kunusuru kaya ya maskini awamu ya tatu kwa maeneo yote ya Tanzania bara na Zanzibar.